Deutsche Welle sura ya Ujerumani mjini Berlin kuna kituo kinachowahudumia wasichana na wanawake vijana wenye asili ya kigeni na ambao kutokana na mivutano pamoja na familia zao kwa mfano kutokana na ndoa za kulazimishwa wamelazimika kukimbia nyumbani na kutafuta hifadhi katika kituo hicho Sura ya Ujerumani hii leo kwa hivyo inatufikisha katika kituo hicho kijulikanacho kama Papatia. Jiungeni nami Oumilkheir hadi mwisho wa kipindi. Shirika la Papatia la Ujerumani linaongozwa na Eva bibi mmoja wa kizungu aliyepindukia pengine miaka hamsini. Mwenyewe hataki jina lake kamili lijulikane kwa sababu za usalama. Kituo cha Papatya kinawashughulikia zaidi wasichana na wanawake vijana kutoka Uturuki, Kurdistan na katika zile nchi za Kiarabu ambako matumizi ya nguvu yanaangaliwa kama njia pekee ya kuitakasa hadhi ya familia. Kituo cha Papatia kinakutikana pia nchini Ufaransa na kuwashughulikia wasichana wenye asili ya Afrika Kaskazini, na nchini Uingereza pia kiko na kuwahudumia wasichana wenye asili ya Pakistan. Kituo cha Papatia kina jukumu kubwa. Eva anatusimulia mkasa uliomfika msichana mmoja anayeishi katika eneo la Magharibi ya Ujerumani na kumfanya hadi kukifikia kituo chao mjini Berlin. Wiki iliyopita kwa mfano, tulimkaribisha msichana alikuwa na umri wa miaka kumi na nane, alikuwa ameshaposwa na kuteswa vibaya sana nyumbani, kwao alifungiwa ndani ili asitoke yalikuwa mateso makubwa na madhila aliyofanyiwa. Walimwonya kama hatokubali kuolewa na mtu aliyechaguliwa na wazee wake basi atauliwa. Kutokana na vitisho hivyo, ndipo alipoamua kujipiga kifua na kujiambia sasa, lazima nitoroke. Msichana like huyo aliarifiwa kuhusu kituo cha Papatia na mtumishi wa huduma za jamii shuleni mwake mtumishi huyo ndiye aliyewasiliana na wakuu wa kituo cha Papatia kuwauliza kama wanaweza kumpokea msichana huo. Walimkubalia msichana huyo na wengine sitini na tano wanaopokelewa kila mwaka na kituo cha Papatia ni sehemu ndogo tu ya wasichana na wanawake vijana wanaoadhibiwa kwa sababu wamekataa kuolewa na watu waliochaguliwa na wazee wao. Eva anasema wasichana wengi wenye asili ya Kituruki na wengineo hawaombi hifadhi kutoka kwao, lakini kwa wale wachache wengine kukimbilia katika kituo hicho cha Papatia ni hatua ya mwisho kuweza kuyaokoa maisha yao. Kwa mfano, msichana mmoja anayeishi Irak alitutumia risala kwa njia ya mtandao akituomba ushauri. Alitaka kurejea Ujerumani baada ya kupelekwa kwa nguvu kule na wazee wake. Chanzo cha kurejeshwa Iraq na wazee wake ilikuwa kwa sababu alikataa kuolewa na mtu aliyechaguliwa na wazee wake. Msichana huyo alikuwa na paspoti ya Ujerumani, lakini alipokonywa na familia yake, hata simu yake ya mkono walichukua. Eva anasema katika kisa hicho hawakuwa na njia nyingine isipokuwa kuomba msaada wa ubalozi wa Ujerumani kuingilia kati ili kumpatia paspoti nyingine. Ubalozi wa Ujerumani, kwa bahati nzuri, ulimpatia paspoti na kumlipia pia tikiti ya ndege kurejea Ujerumani. Kituo cha Papatia kinashirikiana kwa dhati na mashirika yanayowatunza watoto mjini Berlin, mji mkuu wa Ujerumani, unaongoza katika kuwahudumia wasichana na vijana wenye asili ya kigeni nchini Ujerumani. Katika mkutano pamoja na waandishi wa habari, mwakilishi wa serikali ya jimbo la Berlin anayeshughulikia masuala ya elimu ya vijana, bibi Sandra Scheeres, wa kutoka chama cha Social Democratic SPD, anasema Also, es geht darum, das Netz enger... La muhimu hapa ni kuimarisha shughuli zetu kupitia mtandao na ninahisi kituo cha Berlin kinafanya vizuri kwa sababu majimbo mengine ya shirikisho wanatafuta maelezo kutoka kwetu na wameingiwa na hamu kutaka kujua tunafanya vipi kutekeleza mikakati yetu. Kituo cha mjini Berlin cha kuwapatia ushauri watoto na vijana kupitia mtandao kinatoa ushauri wake pia kwa lugha ya Kiarabu na Kituruki. Vituo vya ushauri na vile vya kutoa huduma ni njia moja tu ya kusaidia wasichana na wanawake vijana walioangukia mhanga wa matumizi ya nguvu majumbani mwao. Kuweza kuwapa moyo mpaka wajiamini panahitaji utaratibu wa muda mrefu, kwa sababu uamuzi wa mwisho wana wenyewe wasichana, kama wanataka mabadiliko au la katika maisha yao, anasema mkuu wa kituo cha Papatia Eva na kuendelea. Ni suala jingine. Kama msichana amekimbia kwao na kuishi kwa muda wa mwaka mmoja au miwili katika kituo cha vijana na kupata mafunzo ya kazi, msichana kama huyo anajua anaweza kujitegemea mwenyewe. Akiamua kurejea nyumbani, anakuta muundo wa familia umebadilika. Familia katika kipindi cha miaka miwili inazindukana na kutambua kwamba binti yao aliwakimbia. Binti yao kwa upande wake anakuwa ameshakomaa anajiamini vya kutosha, kwa namna hakuna tena anayeweza kumsumbua. Msichana anayerejea nyumbani baada ya miaka miwili nje anakuwa katika hali bora zaidi katika familia. Hata hivyo, Eva anahisi mara nyingi wasichana wanaamua kutorejea katika familia zao za asili baada ya kuishi mwaka au miaka miwili katika kituo cha Papatia. Zaidi ya nusu ya wasichana wanaoishi katika kituo hicho huamua kutorejea makwao na nusu iliyosalia tu ndio wanaohisi pengine familia zao zimebadilisha msimamo wao, lakini mabadiliko makubwa hayawezekani katika kipindi cha muda mfupi kama huo, anasema Eva. anaelezea kisa cha msichana mmoja aliyeamua kurejea nyumbani na kujikuta tena akiadhibiwa na hutokezea pia kwamba wasichana hao wanaporejea nyumbani, maisha yao huingia hatarini, anasema Eva, anayekumbusha kisa cha msichana mmoja wa miaka 15, ambaye wazee wake walimwahidi akirejea nyumbani hatofikwa na lolote. Wazee wake wameiahidi kwa maandishi idara inayowashughulikia vijana kwamba msichana huyo hatofikwa na kitu. Wiki nne baada ya kuishi katika kituo cha Papatia, akaridhia kurejea nyumbani. Eva anasema hawajawa na mawasiliano tena na msichana huyo, lakini miaka mitano baadaye wakasikia kupitia televisheni kwamba msichana huyo ameuliwa katika mtaa mmoja huko huko Berlin. Walipofanya uchunguzi, anasema wakagundua yote yaliyoahidiwa na wazee wake hayakuwa na maana yote. Msichana huyu alipelekwa Uturuki, akalazimishwa kuolewa na jamaa yake, wakazaa, akawa anapigwa na kusumbuliwa. Alipotoroka tena na kurejea Ujerumani, wazee wake wakamlazimisha kurejea kwa mumewe. Alipokataa, wakamuua. Hata hivyo, Eva anasema kadhia hiyo ni ya kipekee, lakini ameyahadithia ili kubainisha mambo yanavyoweza kuwa chanzo cha hali kama hiyo, anasema ni cha kijamii. Anaamini hata hivyo, kuna uwezekano wa kuibadilisha hali hiyo. Katika familia nyingi tunazokumbana nazo, mara nyingi utakuta wanapokea msaada wa serikali kwa ajili ya watu waliokosa ajira kwa muda mrefu. hats nne, ina maana mwanamme ambaye ndiye anayeongoza katika familia hana kazi, inamaanisha hawezi tena kujinata kwamba yeye ndiye mwenye usemi kwa sababu yeye ndiye anayeilisha familia yake, serikali ndiyo inayomwangalia. Hoja pekee aliyonayo ni kwamba mkewe daima anatii amri yake. Shirika la Papatya limefanikiwa mara nyingi kulazimisha ndoa ifutwe wakati maisha ya mwanamke yanapoonekana yako hatarini. Kubadilisha msimamo katika familia ni jukumu kubwa, Bi Eva anahisi Visa kama hivyo mara nyingi vinatokea katika zile familia ambazo ni maskini na hazijaelimika. Na kwa hayo, ndio na sisi tunaofunga ukurasa wa sura wa Ujerumani toka DW mjini Bon.